Of course, eh, matayarisho yetu yako mazuri kulingana na uh, transition ambayo tulikuwa na international break. Kwa wakati huu, wachezaji wangu wako salama kwa kuweza kucheza mechi ya kesho na kugombea pointi tatu ambazo ziko katika mechi hili. Of course, nashukuru kwa sababu katika hilo break ndogo tunatoka katika uh, Federation Cup ambao tulikuwa na Simba katika semi fainali. Sasa hivi mawazo yetu yanarudi katika ligi, so wachezaji wot, wetu wote wamerudi katika hali bora kuchagua katika mechi ya kesho. So kitu muhimu ni kuwa tunajua tunacheza na Dodoma Jiji ambao alikuwa namba saba na sisi bado tuko na possibility ya kuweza kupush mpaka tupate zile 59 points. So mechi ya kesho itatupush tukiwa na 56. So kitu muhimu sana ni kugombea points zetu, azimi yetu ni kuwa kama tunaweza accumulate maximum points katika zile mechi zimesalia mbili, ndio target yetu. Asante. Goza Coastal Union na kufanikiwa kuipeleka kucheza kombe la shirikisho msimu uliopita Uh, umeiongoza Coastal Union na no umefanikiwa kuipeleka uh, kombe la shirikisho msimu uliopita kwa Singida Black Stars uh, mpaka hatua hii, unaona ni mafanikio makubwa, ama Singida Black Stars kuna kitu ilihitaji zaidi ya kuwa nafasi hizi mbili, ya tatu au ya nne? Yeah, of course kitu kwanza atakulisha Mungu shukrani, kwa sababu jinsi ambavyo umeuliza msimu uliopita, kuleta Coastal Union katika shirikisho, uh, ilikuwa kitu ya maana sana katika ile cup ticket. Nafikiri ya kuwa Uh, ukijaribu kukompea Coastal Union msimu uliopita nilikuwa kualeta calf ticket, na vilevile vile nilikuwa katika semi finali ya CRDB, ndio kwa maana Singida Black Stars wamenileta. Ukiangalia sasa hivi Singida Black Stars tumepata ile calf ticket, na vilevile tumeanza kuenda katika fainali ya CRDB Cup. So ukiangalia malengo ya Singida Black Stars ni kutafuta kikombe taji lolote lile ambalo liko mbele yetu. Kwa sasa hivi ndio ligi iko karibu na sisi, lakini kwa dhamira zetu eh, nafikiri itakuwa vizuri zaidi kama tunaweza pata ubingwa wa kombe hili na namba tu. Eh, jinsi ambavyo umeuliza motivation yangu kama mimi ni coach, coach ambaye napenda challenge, inamaanisha so, kupata challenge kuwa msimu eh, uliopita atukupita atuku katika zile qualifiers za kuingia group stages, lakini kama Singida eh, big dreams na project ya Singida ni kutoa eh, kombe lolote lile ambalo ni kombe letu. Kwa hivyo inamaanisha kama tutaenda shirikisho, lazima tuweze pia kujirepresent vizuri, tujiweke nafasi bora ya pambania ile taji ambayo iko pale. Hiyo ndio tofauti ya Singida Black Stars na Coastal Union. Of course, Coastal Union wanataka kupata ticket after 35 years, lakini Singida Black Stars wanataka taji, na hiyo ndio challenge ambalo kama kocha inanifanya na kuwa na motisha nzuri zaidi, kwa sababu uh, si mimi peke yangu, lakini wachezaji pia wako na masaili wanatamani wapate taji uh, viongozi wetu pia wanahitaji taji, so haya ndio uh, uh, yale damira ama outcome ambayo tunaangalia kama club kwa sasa hivi. Uh, sa sawa kocha, kwa maana hiyo, uh, mipango ya kuweza kushiriki mashindano ya kimataifa tayari yameanza sasa hivi kuhakikisha mnakuwa na timu bora. Je, unaona timu ya Singida Black Stars ikibomoka sana kuweza kutengeneza uh, timu nyingine ambayo itakuwa inashiriki mashindano ya kimataifa na ambayo itakuja kupambania ligi kuu ama ubingwa wa ligi kuu msimu ujao? Ya yeah, of course ukiangalia jinsi ambavyo, uh, planning ya Singida Black Stars iko hivi, naweza kuambia hii msimu tumekuwa na ile kitu tunaita Legacy Project. Legacy Project ni kumaanisha kuwa, uh, Singida Black Stars imezindua uwanja wake pale Airtel Mtipa Singida, inakuonyesha dhamira kubwa sana ya club. So kwa sasa hivi ukirudi katika personnel ambao umeniuliza, yaani kwa timu letu sasa hivi tuko na ile kitu ambayo tunaita balance katika timu. Ukiangalia development ya mechi yetu si hizi jinsi ambavyo tumewakicheza, tumekuwa tukijaribu kuimpose mechi letu kwa mpinzani ambao tuna face. So kwa sasa hivi kama, kama club tuko really confident na 90, 90 ya kikosi chetu. So kama kutakuwa na any, any changes, of course maybe kwa sababu maybe mchezaji wetu uh, ni bora zaidi. Kuna zile transfers ambazo zizuia, lakini kwa sasa hivi sisi kama team tuko very confident na team letu na personnel tuko nao, so tuko na balance katika team. Kwa hivyo mimi kama coach niko na good feeling katika kugombea eh, eh, kushiriki katika kimataifa. Kwa hivyo sina wasiwasi lolote pia msimu um, ujao kuweza kujeka nafasi bora, kwa sababu ukiangalia kama second leg tumefanya vizuri zaidi. So kama tunaweza tangulia haya katika kipindi uh, msimu uh, ujao, then nafikiria uh, dhamira letu sasa hivi. Okay. Najua wasiwasi imekuwa wasi, timu ambalo inamaliza namba 4 inakuwa na ile changamoto, kuna examples mingi, lakini sisi kama Singida Black Stars, malengo yetu ni kutafuta taji. Kwa hivyo mawazo yetu yatageuka tofauti na maybe hapo awali, kulingana na timu zingine. So sisi tunataka tuangaliwe kama Singida Black Stars, si kama timu lingine lolote lile. Asante. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa kufika salama. Maandalizi walimu wamemaliza kwa usalama, imebakia kutu sisi kuenda uwanjani kufanyia kazi yale tuliofundishwa na imani. Mechi itakuwa nzuri na tutaenda kupata pointi tatu. Asanteni.